Karibu tena katika sehemu ya saba. Mara ya mwisho tuliishia hapa, wakati bidada Jeni anapata mshahara wake wa kwanza na kufurahia pesa aliyoipata kwa jasho lake. Je, unajua nini kilitokea baadaye? Ila anaogopa sana mama. Umefanya vizuri mwanangu, kwani umemponya yeye na wewe pia umepona. Sasa kabla sijaanza sehemu ya saba, hebu kwanza like, kisha ni follow au subscribe. Alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako yako. Okay, tunaendelea na simulizi yetu. Mwezi wa pili ukakamilika na watatu ukaanza. Baridi ya Mbeya ilikuwa imempokea Jeni. Hakuwa tena na zile nguo nyepesi za Masaki. Kwa mshahara wake wa kwanza na wa pili, Jeni alinunua sweta mbili nzito na viatu vya raba vilivyofungwa. Hakuwahi kujisikia tajiri namna ile, kila alichovaa kilikuwa chake. Ndoto za watoto wake hazikuisha, lakini zilikuwa zimebadilika. Hazikuwa tena za kumuogopesha, zilikuwa za huzuni. Alikuwa akiamka na maumivu ya upweke kifuani, lakini siyo hofu ya kuliwa. Alikuwa ameanza mchakato mchungu wa kuomboleza. Kazini alikuwa amekuwa tegemeo. Invoices zilikuwa safi, hesabu za stock zilikuwa zinalingana barabara. Sasa alikuwa anajua tofauti kati ya piston na spark plug kwa kuziona tu. Pili alikuwa ameacha kumfuatilia kwa macho makali. Sasa alikuwa akimfuatilia kwa maswali. ulijifunzia wapi hesabu hivi? Jeni aliuliza siku moja, walipokuwa wakipanga spare parts zilizokuja na lori. Maana ulivyokuja hata kujumlisha ilikuwa shida. Maisha yananifunza haraka, Pili. Jeni alijibu kwa utulivu, huku akifuta vumbi kwenye boksi la brake parts. nikiwa na njaa, ubongo wangu unafanya kazi vizuri. Pili alimtazama. Jibu halikumridhisha. Kulikuwa na siri nzito nyuma ya huyu mwanamke. Pili alimheshimu mfanyakazi mwenzake, lakini alikuwa bado na wasiwasi na huyu Jeni aliyetokea ghafla na kuaminiwa na bosi kiasi kile. Siku moja Juma aliwaita wote wawili ofisini. Mama yangu anakuja, anatoka kijijini na atakaa wiki nzima. Pili, naomba guest house iwe safi. Na wewe Jeni, naomba kile chumba kikubwa umuandalie mama <laughs> chumba namba moja, kile kikubwa ndicho atakaa. Naomba usimamie mwenyewe, weka maua, hakikisha kila kitu ni ni kama anavyopenda. Pili alikunja uso kidogo. Kama anavyopenda? Kwani Jeni anamjua mama yako? Juma aliganda kwa sekunde moja. Ah, hapana, namaanisha Jeni ana mkono mzuri wa kupanga Fanya tu hivyo. Lakini Pili alikuwa ameshakinasa kile kituo. Jeni na bosi walikuwa na siri, na siri hiyo ilimhusisha mama yake. Siku ya mama Juma kufika ilikuwa ya msisimko. Juma alikwenda kumpokea stendi ya mabasi akiwa na pikup yake. Jeni alikuwa amekipamba chumba namba moja kwa maua halisi aliyochuma kwenye bustani ndogo ya gereji. Alikuwa na hofu. Je, mama Juma angekubali kumwona akiwa hivi, akiwa mfanyakazi wa mwanae? Waliposikia honi ya pickup, Jeni na Pili walitoka nje ya ofisi. Mama Juma alishuka kwenye gari, alikuwa amechoka na safari, lakini macho yake yaling'aa kumuona mwanaye. Juma wangu umejenga mji huku, alisema akimkumbatia. Karibu mama, Juma alisema kwa furaha, hapa ni nyumbani. Kisha Mama Juma alimuona Jeni aliyekuwa amesimama kwa mbali akiwa ameshika mikono yake kwa woga. Macho ya yule mama mzee yalilainika. Alimwacha Juma na kumfuata Jeni. Pili alikuwa akitazama kwa mshangao mkubwa. Mama Juma alimfikia Jeni, hakusema neno, alimshika tu mikono yake Jeni, ile mikono iliyokuwa imezoea kazi, na kumvuta kwenye kumbatio lenye joto. Alimkumbatia kwa nguvu. Mwanangu, mama Juma alinong'ona sikioni mwa Jeni, uko hai, uko salama, Mungu ni mwema. Jeni alishindwa kujizuia, alilia. Sio kilio cha hofu alichokuwa akilia mbele ya mzee Kidinga. Sio kilio cha majuto alichokuwa akilia mbele ya Juma kule Morogoro. Kilikuwa ni kilio cha nafuu, kilio cha mtoto aliyempata mama yake. Pili alishuhudia tukio lile akiwa ameduaa. Huyu mwanamke, Jeni, aliyekuja kama ombaomba anaitwa mwanangu na mama wa bosi. Na wanalia pamoja kama walivyopoteana kwa miaka. Jioni hiyo, baada ya mama Juma kupumzika, alimwita Jeni chumbani kwake. Nimeona Juma amekupa hifadhi. Ndiyo mama, amenipa kazi. Amenipa kazi, mama, Jeni alisahihisha kwa heshima. Amenipa nafasi ya kuanza upya. Na zile ndoto? Mama aliuliza, akimwangalia kwa macho yake ya busara. Jeni alishusha kichwa. Bado zinanijia, siogopi tena tena lile joka, lakini nawakumbuka, nawakumbuka watoto wangu. Mama Juma alishusha pumzi ndefu. Kumbukumbu kumbu siyo adui yako Jeni. Maumivu ndiyo yanayothibitisha kwamba walikuwepo, kwamba uliwapenda. Huwezi kuwafuta, lakini unaweza kuwapa heshima. Heshima gani? Niliwaangusha, niliwauza kwa tamaa yangu. Hapana, mama alisema kwa ukali wa kimama, uliingia mtegoni, ulikuwa mjinga ndiyo, lakini hukuwauza. Uliwapenda na walijua unawapenda zile roho zao zilitabasamu zilipokuwa zinakwenda, sivyo? Mzee Kidinga alikuambiaje? Jeni alikumbuka. Alisema walitabasamu. Basi waliondoka wakiwa huru, wako salama. Sasa ni zamu yako kuwa huru. Acha kuishi kwenye kaburi la jana, Jeni. Kazi unayofanya hapa, heshima unayojipa hiyo, ndiyo heshima unayowapa wao. Ishi maisha ambayo wao hawakupata nafasi ya kuishi, ishi kwa uaminifu. Maneno yale yalikuwa dawa. Jeni alihisi mzigo mzito ukimtoka begani. Baadaye usiku, Mama Juma aliketi na mwanaye kwenye sebule ndogo ya Juma. Ila naogopa sana mama. Umefanya vizuri mwanangu, kwani umemponya yeye na wewe pia umepona, umefanya jambo jema, Juma alimwambia, limemponya yeye na limekuponya wewe. Naogopa mama, Juma alikiri kwa sauti ya chini, kila nikimwangalia namwona yule Jeni wa zamani lakini pia namwona huyu mpya, na huyu mpya nampenda zaidi. Mama Juma alitabasamu. Mapenzi hayana adabu mwanangu, yanakuja bila hodi. Lakini kuwa makini, ninyi wote mna majeraha. Mkiendekeza mapenzi sasa, mnaweza kuumizana upya bila kukusudia. Mpe nafasi, jipe nafasi, acha kazi iwe daraja lenu kwanza. Mkijenga waminifu, mapenzi yatajijenga yenyewe kwenye msingi imara. Siku iliyofuata, gereji ilikuwa na kazi nyingi. Jeni alikuwa akiingiza data kwenye kompyuta ndogo ambayo Juma alikuwa amenunua. Pili aliingia ofisini akifunga mlango nyuma yake. Sawa, Pili alianza akimkabili Jeni. Nimechoka kubahatisha. Mama Juma anakujua na sio kidogo. Anakupenda kama mwanae. Bosi anakulinda kama kitu cha thamani. Na wewe wewe, una siri inayokufanya wamke ukipiga kelele usiku. Jeni aliacha kuandika, akamtazama Pili. Sihitaji kujua kila kitu, Pili aliendelea, sauti yake sasa ikiwa imelainika kidogo. Lakini kama nitaendelea kufanya kazi na wewe, kama nitakuamini na mgongo wangu, nahitaji kujua kitu kimoja tu. Kitu gani, Pili? Jeni aliuliza kwa utulivu. Wewe unamkimbia nani? Jeni alimtazama Pili machoni. Hakukuwa na uadui tena, kulikuwa na udadisi na labda kujali. Jeni alishusha pumzi. Alijua hawezi kumweleza kuhusu joka na kafara. Pili angemwona kama mwehu, lakini angeweza kumweleza sehemu ya ukweli. Nilikuwa nimeolewa, Jeni alianza polepole pole. Nilikuwa nimeolewa na mwanaume tajiri sana, tajiri kuliko unavyoweza kufikiria, lakini alikuwa, alikuwa mnyama. Sikuwa mke, nilikuwa mfungwa. Niliteswa, kila kitu nilichokuwa nacho kilikuwa chake. Watoto wangu niliwapoteza wote. Sauti yake ilianza kuvunjika. Nilikimbia kuokoa maisha yangu, Pili. Nilikuja huku nikiwa sina hata mia mfukoni. Juma na mama yake waliniokoa. Siyo siri ya mapenzi, ni siri ya kunusurika kifo. Pili alikaa kimya kwa muda mrefu, alikuwa akitafakari. Kisha polepole akatingisha kichwa. watoto wote? aliuliza kwa sauti ya chini. Jeni alishindwa kujibu, alifunika uso wake kwa mikono, mabega yake yakitetemeka. Pili alifanya kitu ambacho Jeni hakutarajia, alimsogelea na kumwekea mkono begani. Ulikuwa ni mguso tofauti na wa Juma, ulikuwa mguso mgumu wa kikazi, lakini ulikuwa ni wa uelewa, ulikuwa ni mguso wa mwanamke kwa mwanamke. Basi, Pili alisema, inatosha, kazi inasubiri. Alirudi kwenye meza yake, lakini Jeni alijua ule ukuta kati yao ulikuwa umevunjika, na sasa Jeni ameanza kujenga familia mpya, familia iliyojengwa kwenye maumivu, kazi na uaminifu. Lakini je, vivuli vya masaki vimepotea kweli? Je, hakuna aliyebaki anayejua siri za Bwana Heri? Endelea kufuatilia. Na vipi, je, Juma na Jeni hitima yao itaishia wapi? Manada, ila hivi ingekuwa wewe ndio Juma ungefanyaje?